Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR kupitia mradi wa TAKeOFF awamu ya pili imefanya mkutano wa pamoja na kamati za afya za ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Lindi pamoja na Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sokoine ili kuzindua awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi. Mkutano huo umetoa fursa ya kujadili mbinu bora za kutekeleza mradi unaolenga kupambana na vikwazo vya kupambana na ugonjwa wa mabusha na matende katika mkoa wa Lindi na mikoa mingine yenye tatizo hilo. Akifungua mkutano huo kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Lindi Dr. Enok Chilumba ameishukuru NIMRI kwa kuichagua Lindi kuwa eneo la utekelezaji wa mradi huo muhimu. Uh, sisi mkoa wa Lindi tunawashukuru kwa sababu toka wameanza kufanya kazi hizi Uh, kwa kushirikiana na timu ya usimamizi huduma za afya mkoa pamoja na hospitali yetu ya rufaa uh, tumeona kuna, kuna mafanikio ambayo tunayapata, tuna na naamini kabisa hiki ambacho wanaenda kukipresent leo kitatusaidia pia kuendelea kupata uh, mafanikio zaidi katika uh, kupunguza uh, haya magonjwa uh, yasiopewa kipaumbele uh, uh, tulifanikiwa kwa, kwa wale wagonjwa ambao walikuwa identified mwaka 2018 elfu nne mia nne na, nafikiri ilikuwa elfu nne mia nne na themanini na saba lakini katika hii miaka ya, mm. ya hivi karibuni tumeweza kuklia uh, at least wagonjwa 3571 wameweza kufanyiwa operation kwa, kwa, kwa kutumia wadau mbalimbali ikiwemo pamoja na, na, na nimli kwa maana ya uh, shirika letu la, la TAKeOFF. Na sasa tuna backlog ambayo ina, ina wagonjwa wachache kama elfu moja na mia mbili na, na, na tunaona kabisa wenzetu hawa Uh, wanatusaidia pakubwa kwa sababu unapofanya utafiti unapokuja na matokeo mkafanyia kazi matokeo, maana yake pia mnapunguza gharama e, za ambazo zingetumika katika kufanya matibabu ya, ya hayo, hayo magonjwa. Kwa hiyo tuna, tunaona kazi kubwa ambayo wenzetu wa NIMR wa wana, wanaifanya. Sisi, sisi kama mkoa of course, ni opportunity mzuri e, ya kuwatumia pia wenzetu e, wa NIMR wa ambao tunao hapa Uh, mkoani kwa ajili ya kujigurumu kwenye eneo la, la, la, la kufanya tafiti kwa kutumia approach tofauti tofauti au methodology tofauti tofauti au aina tofauti za, za utafiti. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Lindi Sokoine Dr. Alexander Makala amesema kuwa majadiliano hayo yatasaidia kuzalisha nyaraka muhimu zitakazotumika kama mwongozo katika utoaji wa huduma kwa ugonjwa wa mabusha na matende. Sisi kama hospitali na ni wadau yani kwa, yani kwa kifupi, sisi kama hospitali ndio walaji wa matunda ya hii kazi ambayo inakwenda kufanyika. Uh, sisi tunatoa shukrani zetu kubwa sana kwa sababu tunakwenda kupata mabadiliko, tunakwenda kupata official, uh, hii kazi inakwenda kuzaa official document ambayo itatusaidia kama guideline kuweza kuwameneji hao wa wagonjwa tukiwa tuna confidence na kuwapunguzia pia burden wagonjwa ambao wanasumbuliwa na haya matatizo. Akizungumza katika mkutano huo mtafiti mkuu wa mradi wa TAKeOFF, Dr Akili Kalinga, amesema kuwa lengo la kikao ni kushirikisha wadau muhimu katika hatua za mwanzo za mradi ili kuhakikisha kila upande unauelewa na ushiriki wa pamoja. Kwa nini tuko na nyie? Tuko na nyie kwa sababu nyie ni wadau wetu wakuu katika mkoa wa Lindi ambako ugonjwa wa matende na mabusha umekuwepo kwa kiwango kikubwa na ni matatizo makubwa ya kijamii. Kwa hiyo tumeona ni vizuri badala ya kufanya tafiti bila uh, kufanya tafiti kama NIMR wenyewe, tumeona ni vizuri wakati tunaanza huu utafiti tushirikishane, ili tuweze kujadili na kuweza kupata njia bora ya kutekeleza miradi hii. Mkutano huo wa siku moja uliofanyika Lindi na kuwakutanisha wadau wa afya, ikiwamo kamati za afya za ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Lindi pamoja na hospitali ya rufaa ya mkoa, watafiti na watumishi wa NIMRI. Jumla ya tafiti tano ziliwasilishwa.